Kwa upande wa urafiki wanawake wanaonekana ni watu ambao wanaathiriwa sana na marafiki e, wewe unalichukuliaje hilo swala ukikompea na wanaume e? Changamoto mojawapo ni kuto kujua kwamba rafiki ni nani, ndio. mm -hmm. Changamoto inayowaathiri licha ya kwamba acha tu mwanamke au ni mwanaume, kitendo cha kujua kwamba eh, huyu ni rafiki eh, huyu ni labda, ningeenda mbele zaidi mimi ambacho nakijua kwamba tunashindwa kutofautisha kati ya rafiki eh, ukiona sema sema, sasa tunawakaribisha ndugu, jamaa na marafiki. Unaona zile wao walivyo categorize walivyo watofautisha, kwamba kuna ndugu, jamaa na marafiki, umeona? Kwa hivyo wapo watu wanapaswa kuwa ndugu tu na kwa sababu ni ndugu, na wapo watu ambao ni jamaa na kwa sababu ni jamaa, na wapo watu ambao ni, ni marafiki kwa sababu ni marafiki, ni rafiki. Kwa hivyo eh, ndugu, sasa tunaenda ndugu. Ndugu ni nini? Ndugu naambia ndugu ni mtu ambaye you have a blood Unaelewa, una uhusiano wa damu eh. Jamaa ni aina ya mtu ambaye huwa tunakuona uko naye, lakini tukikuuliza yule mnahusiana nini na wewe uelewe, tuko naye tukijiweni, ni mshikaji tu, umenielewa? Kwa hiyo yule ni jamaa, kwa sababu unaweza ukawa naye kila siku, lakini hauna kitu ambacho wewe kinakufanya kuathiriwa. Kwa hiyo ili pawe na eh, tafsiri nzuri ya neno rafiki, tunarudi kule kulekule, lazima kuwe na ukaribu, lakini kuwe na kitu ambacho kinawaunganisha. Umeona. Kwa hiyo mnaweza mkawa mnashinda sehemu, mko kijiweni, kumbe wewe ni jamaa yako, ila wewe tukikuuliza, unasema yule ni rafiki yangu. kwa kitendo cha kushindwa kutofautisha, kuweka mipaka kati ya rafiki huyu bwana, ni rafiki huyu ni jamaa wangu, au kwa Kiswahili cha sasa usikia mshikaji wangu tu, mshikaji is not your friend. Umeona, mshikaji ni mshikaji tu, ni jamaa, sio rafiki yako. Umeona, yani hilo neno ndo limeweka vizuri sana. Huyu ni mshikaji tu. Tukiuliza mshikaji ni nini? Yani unashinda naye tu, lakini tukiuliza, unakuathiri nini? Wewe unanufaika nini na yeye? Eh, huwezi kutueleza, hmm? huwezi kutueleza kwamba huyu jamaa bwana, yani utaisha kusema huyu jamaa bwana, huwa anamwonaga tu pale kijiweni huyu jamaa bwana, tunakutanaga, yupo tu hey. Lakini sisi tunaokuona tunaweza kadhani kwamba ni rafiki. Na sifa nyingine ya rafiki eh, inawezekana wanaotambuliwa na watu tunaokutambua kwamba yule ni rafiki yake, wala kumbe sio rafiki yako, kwa sababu rafiki lazima ujue yule ndo mtu wangu wa karibu, ndo msiri wangu. Umeona, sifa nyingine lazima nini, rafiki awe msiri wako you share issues. Eh, very serious unamshirikisha una, una, una, una asili ambazo ni wewe mwenyewe kutoa, unaogopa lakini naye akizipokea anapokea kama za, za kwake. Sasa wanawake sasa, wow. Ye yeah. Kila atakayemuona ameshinda masaa mawili matatu, ameongea lugha nzuri, ni rafiki, anayabwaga, anazungumza, anayajua ya ndani sana, anamwaminisha. Sasa linaenda linaenda linaenda, baadaye kwa sababu hukuweza kumchunguza kumwidentify kwamba huyu ni rafiki au sio rafiki, ndo yanakuja sasa haya ma, mamigogoro unayoyaona, na yanaonyesha ya kwamba ndo tofauti kati ya wanawake na wanaume. Sio kwamba wanaume nao hawana hiyo changamoto, wanayo, ila kwa kuwa tu e, uwezo wa kuhimili, mnaelewa, jambo linalomkuta mwanamke na mwanaume ni tofauti. Uwezo wa kuhimili nini changamoto, mwanamke ni mtu ambaye anapenda kuzungumza e, yale ambayo yanamsibu. Mwanaume ile ku, uwezo wa kuyakabiri, kwamba hapana, haya ngoja nife nayo nife nayo kiume mona. Lakini wote wana changamoto sawa tu, hamna cha mwanamke wala cha mwanaume. Changamoto inaanzia wapi? Ni kutokutofautisha, kutofautisha kati ya rafiki, jamaa na ndugu.